zangu wapendwa katika Kristu, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo masomo yetu yanatuhimiza kutambua maovu yetu utakatifuza siku zetu zote kwa Bwana, ili tuweze kufaidi zaidi neema zitokazo kwa Bwana. Nabii Isaya anawaeleza wana wa Yuda kwamba njia ya Bwana wanaijua, wajibu wao wanautambua, lakini hawapati neema yote. Kosa lipo katika kuzembea na kukosa umakini katika mambo ya Bwana. Uzembe ndio unaowafanya washindwe kuvuna neema toka kwa Bwana. Walikuwa wakifanya vitu tu ili kutimiza tu ratiba ndugu zangu. Hilo himizo tunaloambiwa sisi pia katika siku ya leo. Wengi wetu tunasali, tunahudhuria misa za Dominika lakini hatupati pengine mabadiliko yote. Vitu haya yanasababishwa pengine na uzembe, kutokujali na kuhudhuria tu kwa lengo tu la kutimiza tu ratiba nionekane naenda kanisani. Ukipo kule unajitiketi, kiatu upo tu pale lakini mawazo yana. Yapo mbali upo tu umekaa tu unaangalia tu. Yani, hata sala wanasimama wanakaa wanapiga magoti, wewe upo tu, mwanzo yako yote hata hayako pale. Tujitahidi tuepuke uzembe na kufanya mambo ya, eh, ya kufanya mambo ya Mungu tu kwa lengo la kutimiza ratiba, ndugu zangu, au kuogopa pengine sio waumini wenzako watakuona kwamba unaenda kanisani. Wewe unajiendea tu, yani si kwa sababu unampenda Mungu, kwa sababu unataka kwenda kusali, ubariki maisha yako. Wewe unaenda tu huko tu pale, unapiga magoti, unaangalia angalia tu picha picha kanisani we, eneacho unaangalia sanamu kule na unakaa tu kimetumisa hata uitike unaiteka tutumboni. Haya yametufanya kuwa watu wa kupoteza muda, kwa sababu hatuvuni chochote katika sala. Tuzidishe umakini katika mambo yote ya sala, tuepuke kumfanyia Mungu maigizo. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la Injili Levi anaitwa na Yesu, na anakutana na Yesu anabadili maisha yake, anakuwa makini kuhusu mambo ya Mungu, anarudisha na alivyo dhulumu. Hapa ndipo mlango anema wa neema ulifunguliwa juu yake na maisha yake kubadilika zaidi. Nasi tutambue kwamba, ndugu zangu, tutaionja tu neema ya Mungu maishani mwetu pale tu tutakapoamua kuwa makini kwenye mambo ya Mungu, kurudisha tulivyo dhulumu na kumkaribisha Yesu nyumbani mwetu, kama anavyofanya Levi leo katika somo la Injili ndugu zangu na hapa ndipo milango ya neema itakapofunguliwa juu yetu, na hakika tutaweza kufurahia tena zaidi na zaidi baraka za Mungu. Sisi tusikubali ya kupoteza muda na kufanya tu mambo kutimiza ratiba, hii itatufanya tukose neema. Hebu uwe serious wakati unaenda pale kusali, hebu tuliza mawazo yako, fikiria unatamka nini. Wakati pale anasema Bwana awe nanyi na awe roho ni mwako, ujue kabisa unajibu ukiwa na akili timamu. Wengi wetu tunaenda kanisani kupumzika, wengi wetu tunaenda kanisani kupata sehemu ya kutulia na kuanza kuanza biashara zetu, vitu vyetu, juu mipango yetu, tukiwa pale pale kanisani. Embu badilisha hii style, embu badilisha hii hali yako ya kwenda tu jumuiya. Unaenda jumuiya, pengine wewe ni mama, unaenda na kikanga chako umejifunga tu, unakaa tu kule mwisho, na unakaa tu unasubiria tu mpaka usubirie tu, sasa ndio wakati wa kutoa sadaka, ndio unaamka zako na kisadaka chako pale unaweka pale, yani upo upo tu, nasubiri tu. Kuna wenzako wanachangia, upo tu kule nasubiri mpaka wengine wanakuja mm -hmm. Nasema hey, mama nani, hebu una lolote la kuchangia juu ya Injili ya leo? Nasema hey, nimeelewa nimeelewa. Tuache uvivu namna hii, jitahidi. Au wewe unaenda tu na kaa tu kijana, uko tu kule nafanya kama wazee wanasoma masomo, wewe uhangaiki ufanye chochote mm -hmm. Yani ni mtu wa kulazimishwa lazimishwa kufanya mambo ya Mungu. Haipaswi kwa hivyo. Tufanye mambo ya Mungu kwa upendo na kwa amani. Tukijua, tunafanya hivi kwa ajili ya baraka zetu sisi wenyewe ili Mungu aweze kutubariki na kutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Naendelea kukumbusha shajara zetu za Asali Mubashara bado zipo, jipatie nakala yako, endelee kuneemesha roho yako. uendelee kusali zile sala mbalimbali zilizopo. Kuna sala za Padre Pio pale mwanzoni za kusala za, za kuomba uponyaji. Unajua wengi mnapitia mengi, lakini lazima kukazana, tusali, tuzame ili Mungu aweze kutuhurumia. Pia mwishoni mwa ile shajara kuna njia ya msalaba. Kwa hiyo ni ibada ambazo ukizifanya unapata neema na unajinemesha. Haufanyi kwa ratiba, unafanya kwa sababu unataka kujiunganisha na, kujifungamanisha na Mungu. Njema.